Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, na mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini, Tundu Lissu, wanadaiwa kuzuiwa kuingia nchini Angola kushiriki mazungumzo ya Jukwaa la Demokrasia Afrika PAD. Othman, ambaye pia ni makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar kwenye msafara wake wa ameambatana na kiongozi wa ACT Wazalendo, Dorothy Semu, waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, Dr. Nasra o... Nassor Omar na maofisa wengine wa chama hicho. Makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Zanzibar, Ismail Jussa ameliambia Mwananchi leo Alhamisi Machi 13, 2025 kuwa Othman na msafara wake wamezuiwa kwenye Uwanja wa Ndege wa Luanda nchini Angola. Tayari ACT Wazalendo imetoa taarifa ya kulaani tukio hilo ililoliita la udhalilishaji kwa kiongozi huyo huku kamati yake ya uongozi ikikutana na kwa dharura kujadili suala hilo ambalo mamlaka za Angola hazijazitolea kulizungumzia. Wakati huo huo, Lissu ameandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, kuwa mamlaka za uhamiaji za Angola zimemzuia na kukataa kuwaruhusu kuingia nchini humo, yeye pamoja na ujumbe wa zaidi ya viongozi wakuu ishirini na wawakilishi wa vyama vya siasa kutoka Kusini mwa Afrika ambao tuliwasili Luanda mapema leo kwa ajili ya mkutano huo wa siku mbili, na nukuu Kundi hili linajumuisha makamu wa kwanza wa rais wa sasa kutoka Tanzania, Othman, rais wa zamani wa Botswana, waziri mkuu wa zamani wa Lesotho, pamoja na viongozi na wajumbe waandamizi kutoka Kenya, Sudani, Tanzania, Afrika Kusini, Namibia, Eswatini, Lesotho, Ujerumani, Marekani, Uganda, DRC na Msumbiji, Lissu ameeleza katika andiko hilo. Waangola na Watanzania ni ndugu wa damu. Tanzania ilimkaribisha Dr Antonio Agostinho Neto na wapiganaji wa MPLA katika miaka ya mwanzo ya harakati zao za uhuru. Tuliisaidia Angola kwa hali na mali wakati wa uvamizi wa kikoloni wa utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini katika kusi, kusini mwa Angola miaka ya elfu moja na mia tisa sabini na elfu moja na mia tisa themanini kama Angola, Tanzania ni mwanachama wa SADEK na kwa hivyo sisi wa Tanzania hatuhitaji viza kuingia nchini Angola. Matendo haya ya udhalilishaji kwa raia wa mataifa ndugu wa Afrika yanayofanywa na mamlaka za uhamiaji za Angola hayakubaliki na yanapaswa kulaaniwa kwa maneno makali kabisa ameandika Tundu Lissu, ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo.